Taifa la Korea Kaskazini limeonyesha kwa mara ya kwanza ndege yake ya upelelezi ya anga ya onyo mapema inayofanana sana na ile ya Korea Kusini iliyotengenezwa na kampuni ya Boeing, Peace Eye na kupima drones za kujitoa mhanga zinazotumia AI ambazo zina uwezo wa kugonga ardhi kama vile mizinga. Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameongoza moja kwa moja programu zote mbili na kusisitiza umuhimu wa drones na AI kama vipaumbele vikuu kwa vita vya kisasa. Kwa upande wa maafisa wa Korea Kusini, wao wanasema ndege hiyo kubwa ambayo inaonekana kubadilishwa kwa teknolojia ya Kirusi inaonekana kuwa rahisi kushambuliwa, huku shirika kuu la habari la Korea Kaskazini linalosimamia uwenezaji wa taarifa rasmi za serikali ya Korea Kaskazini, shirika hilo ambalo ni chanzo cha habari kinachotumika sana kutoa taarifa na miongozo kuhusu matukio ndani ya kitaifa, hasa yanayohusiana na serikali ya Kim Jong Un, shirika hilo ambalo linajulikana kwa jina la Korean Central News Agency, shirika ambalo limemweka wazi rais wa nchi hiyo akichunguza silaha mpya za kuzima umeme, taarifa ambayo imeonyesha pia mabadiliko makubwa katika mkakati wa drones na EW yaani vita vya kielektroniki vya Pyongyang. Hii ni Sawasawa Digital. Habari kiganjani mwako.